Hello habari zenu, karibuni tena kwenye kipindi chako pendwa cha Pika na Saumu, na leo tunawaletea wali asili ya Saudi Arabia jamani, unaitwa kabsa kabsa. Jamani mimi nitatumia, nimepima mchele nusu. Maji ambayo natumia ni vikombe vinne, naanza kuchemsha hapo hapo jikoni, maji yangu vikombe vinne vya chai. Kuku nitatumia mzima. Jamani kuku unampasua katikati, unamuosha vizuri kabisa vile vile mzima mzima ndo inapendeza. Nitatumia mm -hmm, kitunguu swaumu kijiko kidogo kimoja na tangawizi kijiko kimoja kidogo, karoti ya saizi kama hivyo nitatumia ndimu kavu jamani. Ndimu kavu ni nzuri sana kwenye chakula. Nitatumia haya majani haya ya thyme leaf mazuri sana pamoja na kitunguu cha kawaida kitunguu maji, na hivi viungo jamani nitatumia nusu kijiko kwa sababu sisi hatupendi maviungo mengi vizima vizima. Nusu kijiko hivi ndio ambavyo tunatia hata kwenye mandi. Wengine huwa wanavikaanga, wanavisaga, ndivyo wanatia, lakini sisi tunapenda vizima vizima. Tutatumia na sambli vijiko viwili vya chakula jamani. Kwa hiyo tunaanza na sufuria yetu kuweka sambli kwanza, vijiko viwili vya chakula jamani. Kama unapenda mafuta, unaweza ukazidisha, lakini kama haupendi, kama sisi, basi unatia tu kidogo. Pia mimi kwa sababu napika tu wali kidogo, ni wali nusu kilo. Kwa hiyo baada ya kutia sambi yangu vijiko viwili, naanza kwanza kutia hivi viungo vyangu, hatupendi sana. Mimi natia nusu kijiko tu hichi cha chai, it means ukijaza sana nitatia oh, na hidikapu nitatia na huu mdalasini kidogo. Tunaanza kwanza kuvikaanga kidogo na haya majani yataim. Kisha baada ya hapo, ndo tunatia tungu maji huu uh, upikaji wake kama unapika mandi lakini tofauti kuna utofauti kidogo mtauona, unaona mm. Kwayo hapa unaona hatutaki vitunguu vyako vibadilike rangi kwa sababu sio pilau. Takia na iliki kidogo, jamani, kidogo tu. Kwaiyo kwa hapa ziko tayari, haitaki vitunguu vibadilike rangi. Hapa sasa natiya kizungu somu pamoja na tangawizi, naengelea kukoroga kidogo na vyenyewe viive. A jamani, ukisha kukoroga kama dakika tano, kiatu vibadilike rangi. Maana vibadilika rangi inakuwa vilau. Hapa viko tayari. Sasa tunamtia kuku wetu huyu, na mweka mzima mzima. Ukishamweka kuku wetu huyu, sasa hapa moja kwa moja tunaweka maji yetu. Maji ni vikombe vinne jamani, unapima ndo saizi nzuri kwa mchele nusu. Umeona, tukisha kuwa tayari hapo tunaweka Maggie supu yetu vidonge viwili. Maona mandi mandi hautii Maggie supu hii unatia Maggie supu. Kwa hiyo hapo tunaanza sasa ichemke mpaka kuku aive na ni kama so sana kwa sababu vile tumetia maji ya moto, inaweza ikaanza kuchemka sasa hivi. Ehe, ngoja tuache, vipenzi vyangu. Unaacha kama dakika kumi hivi no. Naona namwona kuku wako kabisa kaiva katoka, yaani ile naona no. Hapo anakuwa uko tayari sasa. Kuku tunamchoma iza kwenye oven au kwenye fryer. Mimi nitatumia fryer, jamani. Kwa hiyo nitamchoma amweka mm. sa... uh, hapa kwenye fryer langu kwa ajili ya ku- kwa ajili ya kumchoma. Mmeona. Sasa wali wali wetu, ile karoti yangu hapa mimi nimeisaga, mimi nimesaga kwa sababu hapa hatupendi karoti nzima nzima. Kwa kama kako unapenda nzima nzima, unaweza ukakata hata design ndefu ndefu, umeona au ukasage kama hivi. He, kwa hiyo hapo sasa ninaitia ni karoti yangu. Naona jamani, ya ukishaweka maji maji wage na chumvi, kwa hiyo huna haja tena ya kutia chumvi, chumvi inakuwa imetoshea kwa wali nusu mchele nusu. Kama unapika zaidi uta lazima utaongeza chumvi ama utaongeza maji kwa zaidi, umeona? Kwa hiyo hapo sasa mchele wangu huu niloweka, sasa ndio unautia baada ya kutia karoti zangu, umeona? Hapa tunapenda wali uwe mlaini kabisa, ndio maana saizi ya maji kama hivi. Kwa hiyo hapa tunaacha wali wetu uive jamani, tunafunika Haya jamani, sasa kuku wangu nikiwa namchoma kuna viungo nitamtia. Nimekamua ndimu hapo moja, nitatia soya sauce hii kidogo, ili kuku wangu awe na testi nzuri. Nitatia pilipilini, pilipili tu ya kawaida ambayo imesagwa kwa sababu tunapenda kidogo kuku awashewashe. mm -hmm tatia na mafuta kidogo kwa sababu kuku huyu kuku wangu hana ngozi kimchoma hivi. Kwa hiyo ukimchoma hivi anakakama sana, kwa hiyo napendelea kutia mafuta kidogo tu kidogo sana jamani, alafu natia na hii paprika poda kwa ajili ya kufanya kuku wangu awe mwekundu jamani, napendelea kutia kwa wingi mm-hmm. Kwa hiyo hapa nitakoroga nitampaka kuku wangu Aa, sasa jamani, nitampaka sasa mchanganyiko wangu kama hivi, akishakauka kwa huku namgeuza, huku nampaka tena. Jamani, fanya hili kabsa yako ipike namna hii jamani, utafurahia. nakuwa tambala a rangi kwa ajili ya karoti shakaukia. Kwa hiyo hapo, tunaupunguzia moto mdogo mdogo, uive vizuri kabisa. Haya, hapa yupo tayari, kakauka, naona kabisa. Tunamgeuza upande wa pili, tunampaka tena, tunamuweka kakauki Ah, jamani mmeona upande wa pili tayari pia kashakauka. Ah, jamani vipenzi vyangu mnaona wali wetu huko tayari sasa, na uwepua. Mnaona nishepua wali wangu jamani, wali ni mzuri. Nitamu sana, si hapa tupendi wali ulo, ulo, ulo, kakamaa. Tunapenda wali kidogo uwe mlaini mlaino, tunaweka saku kwetu juu jamani Chukua tunamweka hapa juu labda hii. Hey, hey. Meona hii ndio kabsa jamani, ni tamu sana. Unaweza kuandaa kwa ajili ya Idi watu wako wafurahie. Jamani, chakula ni kitamu sana, asili yake ni Saudi Arabia. Jamani ni kitamu sana sana sana. Asanteni sana kwa kuwa pamoja nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Usiache kusubscribe, like na kucomment, na swali lolote niuliza hapo chini ni kwenye comment. Lakini tunapokea oda pia, tuna darasa la mapishi. Karibuni sana.